Bismillahi rrahmani rrahim. Uh, tunamshukuru Allah subhanahu wataala. Tupo Kigoma, tupo Kigoma, na alama kubwa ya mji huu ni ziwa Tanganyika kama mnavyoliona. Nipo na ndugu yangu kipenzi changu Al-Ustadh al-Kabir mpenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ahmad bin Ausi. Eh, kiumbe huyu mjukuu wa Sheikh Alfani, kiumbe mtu aliyofanya kazi kubwa sana ya kuitumikia dini ya Uislamu na Waislamu katika mji wa Kigoma, kafanya kazi kubwa sana. Babu yake mzababa huyu kwa kusomesha, ni wale watu waliojipambanua kuutumikia Uislamu kwa kugawa alichowapa Mwenyezi Mungu katika maarifa. Mwenyezi Mungu amrahamu na sisi asitunyime baraka zake na elimu zake. Lakini naye eh, kipenzi changu Sheikh shekh Abdallah Idi huyu, ni shekhe wa wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Kigamboni maarufu al-Hadharmi, ni jembe katika majembe ya Dr. Abubakar bin bin Zuberi bin Ali Mbwana, ambaye kamkabidhi wilaya ya Kigamboni na anafanya vizuri mashallah. Tumuombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu yangu Sharif Jumbe, huyu ganiyu na anitaarif, ni mtu naye aliyojipambanua kumtumikia mtume sallallahu wa alaihi wasallam Uislamu katika mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, ana kazi zake, lakini ukimwambia mambo ya mtume kazi zake zote anazitupa. Tumebaktika kuja Kigoma katika moja ya historia zetu, na kwa mbali kule naye ndugu yangu eh, Ali bin Uthman Sheikh wa Kata Kariakoo, naambia karibie huko lakini amepiga jinzi, usiogope eh, eh, karibu. Angalia mawe Nimewaita ndugu zangu hapa pamoja na kuangalia mandhari hii nzuri. Kwa mbali tunaona mashua inapita kule. Ni wavuvi wale wanatafuta riziki zao. Lakini nimeikumbuka aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani na hizo aya kabla sijasoma, ni miongoni mwa aya za zinaoonyesha kwamba Qur'ani ni muujiza tena khalida na Qur'ani ni misdaq kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi waliozingatia aya ile walisilimu. Ili ni kueleza vizuri, hebu tu, tuangalie huko nyuma. Huo miti mnayoiona hizo ni nguzo za baadhi ya majumba yaliyokuwepo hapa. Huo hapo jirani ni mti wa umeme ambao ulikuwa ukiingiza katika majumba haya. Kwa mbali unaona kama kuna miti na nguzo, yale ni mashamba ambayo watu walikuwa wakilima. Vipi? Mbona hapo ndani ya maji haya ni mafuriko? kala wa hasha, haya si mafuriko, lakini ni moja katika tabia ya ardhi na maji ambayo Mwenyezi Mungu tangu azali keshapanga hilo. Katika Qur'an anasema awalam yarau, na hii ni sura turadi aya namba 41. Nenda na kaitizame, Muislamu unayo access ya kusoma wewe. Mwenyezi Mungu anasema awalam yarau anna naatil ardha na nanqusuha min atrafiha akasema, wallahu yahkumu la muaqiba li hukmihi wa huwa sariu lhisab. Tungekuwa tuko msikitini, aya tungeieleza kiurefu sana lakini, nachotaka kueleza hapa hakika ya maneno anaosema sasa hivi, hawaoni hawa, hawa wanaompinga mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wanaoupinga Uislamu, hawaoni katika miongoni mwa maumbile ya kidunia ya kawaida kabisa kwamba Mwenyezi Mungu anaifikia ardhi kila siku anaipunguza katika ncha zake Wallahu yahkum, na Mungu ana hukumu hivyo. Tena kwa filu mudhari litajadudi listimrari, atafanya desturi hiyo jambo hilo mpaka siku ya kiyama, kwamba kila siku Mungu anaipunguza ardhi. Anaipunguzaje? hichi kipande tulikuwa hapa kwenye maji sisi, ilikuwa ni ardhi, watu wakifanya shughuli zao, wakioa umu, wakizaa, wakiuza, leo chote kimeliwa na ziwa, katika hakika ya aya hiyo na ukweli ni kwamba hata huko naona kote kule haya maji yatakwenda yataula mji wote huu. Mpiga picha chukua na kule, ule mji wote utaliwa. Mungu anasema sisi tunaiendea ardhi katika ncha zake, ni hizi bichi, hizi bichi zote zinaliwa na mito, zinaliwa na babahari. Hilo atalifanya mpaka siku ya kiyama, ndio sababu Allahu yahkumu la muakiba li hukmi, hakuna mtu atakayeweza kuondosha hakika hiyo. Serikali zinajitahidi siku zote kuzuia magugu maji, sijui kufanyaje, lakini wakimaliza kesho, Mwenyezi Mungu anaendelea na jambo lake hilo. Aya hiyo ikufanye hivi sasa uzinduke, urudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, uishi kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyopenda, kama Mwenyezi Mungu anavyotaka. Usipinge, fanya kila anachokitaka Mwenyezi Mungu, acha alichokikataza na kukikomesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. hakika ni hiyo Mwenyezi Mungu tunamwomba atupe husnul khatima Amen. Na wazee wetu waliobahatika kutufundisha na kutueleza mambo haya mpaka leo sisi tunaona hakika hiyo kwa macho yetu, basi nao Mwenyezi Mungu awalipe wa kila laheri walokuwa waliokuwa makaburini. Mwenyezi Mungu awape vitabu vyao kwa, vita, kwa mikono yao ya kulia. wa ma'alaina ila albalaghu mubin. wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.